Sio, ukisha kutoka kwenye sijida utaweka mikono yako ala fakhdheka wal asabi manshura, na umekundua vidole vyako. Sio, si uviweke hivi, wengine uweka ngumi, kwa sababu akiinuka ataka kuinuka kwa ngumi. Hatuko zitani, bwana. Ataka hivi manshura, ah, waqulu, useme rabbi ghfirli, tena uikariri mara mbili.

Dua tamu sana, umwambie Mungu dua hii. Ni atakana wewe umetulia. Thumma sujud, kisha baada ya hapo utasujudu, manakini lazima baada ya kutoka pale usujudi wasjud asijdatu thania, sijida ya pili, kadhalika hukmu ni kama ile ile ya kwanza na adabu ni zile zile. Kisha thumma tadil

atadhau lyadaini, utaweka mikono yako miwili aala lardhi, kwenye ardhi, kwa sababu watakujiziwia wala tuqaddam, wala hutangulizi ihda rijlaika, hutangulizi guu moja fi hala lirtifai katika hali ya kuinuka <tusuk> <tusuk> wabtadiu bitakbirat lirtifai, utaanza kwa ile takbiru ya kuinuka min asujudi. Wabtadiu bitakbira lirtifai inda lqurbi wakati ambao uko karibu, min ibtidai jelsatin, kuanza ile kikao chako. Humalizi takbiri ndiani? Utamaliza takbiri ushainuka, ila Allahu akbar ile rehe kivika nao uchagua

Jasatusirah si ile ni lati ni hafifa ni jaza khafifa wala ah, itawilishi ukitoka, huitawilishi kama wewe uko ndiani waelekea kwenye kusimama

Arakatul ula ukamele raka ya kwanza katika wajibu wake na suna zake. Kisha pia waidi taawudha, fil ibtidai, utaanza na taawudh mwanzo wake, thumma tajlis